Australia imeanzisha marufuku ya kwanza duniani kwa watu walio chini ya miaka kumi na sita kutumia mitandao ya kijamii. No, Australia inasema imechukua hatua hiyo ili kuwalinda watoto wake kutokana na dhuluma za mtandaoni. Wazazi na baadhi ya watoto wamekaribisha hatua hii, lakini wengine hawajafurahi I

Baada ya siku mbili tu ya utekelezaji wa marufuku hiyo, kampuni ya mtandao ya Reddit imefungua kesi katika mahakama ya juu ya Australia. Reddit inadai marufuku hii ni batili kwa sababu inakiuka uhuru wa mawasiliano ya kisasa unaohakikishwa na katiba ya Australia. Kampuni hiyo inadai haipaswi kujumuishwa kwenye sheria hii ikisema haiendani na tafsiri ya mitandao ya kijamii nchini Australia. Majukwaa kama Reddit, Instagram, YouTube na TikTok lazima yazuiwe watumiaji chini ya miaka au yakabiliwe na faini ya hadi dola za Australia milioni 49.5. Matokeo ya kesi hii yanaweza kuathiri jinsi mataifa yanavyodhibiti mitandao ya kijamii kote duniani.